Karibu M24 habari. Kwenye makala yetu ya leo tunakuletea aina ya mnyama anaitwa fungo. Makala hii tutakwenda kumwangazia mnyama huyu ambaye ni kati ya wanyama wanaoonekana wa kawaida, lakini wanabeba mambo mengi sana ya kushangaza katika ulimwengu wa wanyamapori. Wengi hufikiri fungo ni aina ya paka wa porini, lakini kiukweli ana sifa za kipekee zinazomtofautisha na wanyama wengine. Ana harufu kali inayotumika kutengeneza manukato. Fungo hutengeneza dutu ya asili ijulikanayo kama civet musk, ambayo imekuwa ikitumika kwa karne nyingi kutengeneza perfume za gharama kubwa duniani. Dutu hii hutolewa na tezi maalum karibu na mkia, na wachakataji wa manukato hupenda harufu yake kwa uwezo wake wa kubeba na kuimarisha manukato mengine. Fungo huamka usiku kutafuta chakula. Ana macho yaliyobuniwa vizuri kuona gizani na miguu myembamba inayomsaidia kutembea kimya kimya bila kusikika. Hii ndiyo sababu mara nyingi ni vigumu kumuona mchana. Lakini pia fungo, ni moja ya sifa zinazomsaidia kuishi maeneo mbalimbali ni uwezo wa kula vyakula tofauti, ikiwemo matunda, wadudu mayai, vinyonga, panya na ndege wadogo. Hii inamfanya kuwa mnyama muhimu katika mfumo wa ikolojia hususan kusambaza mbegu za miti. Ingawa mwonekano wake unafanana na paka, tabia za Fungo ziko katikati ya paka na mbweha. Ni mwepesi kupanda miti, lakini pia ni kama paka na ni mjanja kujificha kama mbweha. Kuna aina maarufu za Civet duniani, Aina hizo zikiwa ni kama aina kumi na mbili, ikiwemo African Civet ambaye anapatikana sana Afrika ya Mashariki; Asian Palm Civet maarufu kwa kutengeneza kahawa ya gharama kubwa Kopi Luwak, baada ya kula mbegu za kahawa. Anaweza kuishi mijini bila kutambulika. Katika baadhi ya miji, hasa maeneo yenye miji yenye miti na mazingira tulivu, Fungo huishi bila watu kuwajua. Wanafahamika kuwa wasiri, wapole na wepesi sana kujificha. Utafiti unaonyesha kuwa Civet ni miongoni mwa wanyama ambao hawajabadilika sana tangu enzi za kale, akionyesha uimara wa kiasili na kuhimili mazingira mapya. Fungo ni mnyama mdogo, lakini anayebeba historia, uchumi, ikolojia na utamaduni kwa pamoja ni mmoja wa wanyama wanaothibitisha kuwa mazingira yana maajabu mengi ambayo bado hatujayajua kikamilifu. Kwa habari za mazingira, documentaries au makala mbalimbali za aina hii, wanyamapori, utafiti na mambo usiyoyajua, endelea kutembelea M24 Habari, sehemu pekee ya kukupa maarifa mapya kila siku. Nikutakie siku njema, lakini pia karibu M24 Habari. Jina langu ni Samuel au Samalen